Yeah, hebana baada ya kupumzika kwa siku kadhaa leo NBC Premier League imeweza kurudi na kulikopo na mchezo mkubwa, mchezo ambao ameweza kuzikutanisha club ya JKT Tanzania dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao ameweza kuchezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo ya. Yeah, hebana, katika mchezo huu wa leo, eh, JKT Tanzania walikopo nyumbani, yani wakiwa wakaribisha wanamsimbazi eh, katika mchezo wa NBC Premier League, tumeweza kuona mchezo mzuri ambao wameweza kuchezwa kiufundi. Eh, na makocha wote wawili wameweza kuonyesha mbinu kwa namna gani ambapo wanaweza kufundisha eh, timu hizi za soka ya hebwana eh, Simba wameweza kujiokotea pointi tatu muhimu ambapo wana kwenda kutengeneza jumla ya pointi tisa na kujiweka kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League hapo leo baada ya kuitandika eh, JKT Tanzania mabao mawili kwa moja. Ya he bwana, eh, kama nilivyokuambia, eh, JKT Tanzania ndiyo timu ambayo ilitangulia kupata bao katika kipindi cha pili, ambapo eh, mchezaji wao Edward Songo aliweza kufunga bao katika dakika ya 60 eh, na kuwafanya wanamsimbazi waweze kubadilika na kufanya eh, sa sababu za papo kwa papo, yani zilifanyika sababu ambazo za ghafla, mara tu baada ya kuweza kufungwa bao hilo. ya yeah. Bwana e, eh, hesabu za mwalimu ziliweza kuleta mabadiliko chanya baada ya e, eh, beki wakati wa klabu ya Simba Wilson Nangu, ambapo aliweza kupachika bao ilipofika dakika ya sitini na nne, na kuwarudisha wana msimbazi mchezoni. ya yeah. hai bwana, kama ninavyokuambia hesabu eh, za mwalimu zimeweza kufanya eh, kwa namna gani zimeweza kuleta utofauti baada ya e, Wilson Nang'weza kupachika bao katika kipindi cha pili, lakini pia dakika ya sabini na sita Jonathan Soa mshambuliaji wa kati wa klabu ya Simba anapachika bao la pili na bao la ushindi ambalo linawainua linawa mashabiki wa Simba na kuweza kushangilia kushangilia eh, kwa ushindi huo wa mabao mawili eh, kwa moja bwana. Mchezaji wa eh, klabu ya Simba beki huyo, wakati Wilson Nangu ndio ambaye ameweza kuibuka mchezaji bora wa mechi hii ya leo baada ya kuweza E, kucheza vizuri lakini pia kuweza kufunga, na tunafahamu kwamba Wilson Nangu anaweza kufunga bao lake la pili leo akiwa na klabu ya Simba, mara baada ya kufunga kimataifa leo anarudi tena kambani, baada ya kupiga e, mpira hule pale ambao ulikuwa free header, akipokea e, assist kutoka kwa Kibisa wala yahebwana. Huyo ni Wilson Nangu, msimu huu ni wake yahebwana.